Ah, ambacho naweza nikasema kuhusu dabi ya kesho, sisi kawaida, kama Wanasimba, hatuna mengi ya kuongea, sisi huwa tunafanya kwa vitendo. Sisi hakuna chaile, mara bao sita, mara kumi, mara ngapi. Sisi tunachohitaji kwao ni pointi hizi, pointi tatu liwe moja diyo moja na nusu, lakini pointi tatu tunazitaka kwao. Masuala ya, ya kwanza kutukimbia hawa mashabiki ambao tunapatiki nao kwenye hii Rumumba Street, wasianze kutukimbia. Wameshazoea tukiwapiga tukichukua pointi tatu kwao, wanaanza kupaki ngarawiri, wanaanza kwenda kule Freedom. Wasitukimbie. Mpira huwa ni dakika tisini. Watu wa Simba wako wapi? Mbona kesho rorote inaweza ikatokea, baada ya mchezo kuisha dakika tisini. Ila wana Simba huwa sana wanakamdomo kamdomo sana, kanawaponza naona. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa na matokeo moja kwa moja hapa. Mpira huwa ni dakika 90 ndio huwa matokeo. Anaonekana tunawapiga kabisa tena mapema yani kuja kufika saa ngapi wameshapigwa. Na tabia kung'oa viti, waache wanajinyonga sana, waache wajue kabisa ule mpira, timu walionao Yanga ni kubwa. kao kukwe, kuelekea kesho mechi saa moja na robo wakawe wa waende wamekula, wamejiandaa vizuri kwa ajili ya kufungwa. Ile tabia ya kung'oa viti waache kutaka kujinyonga waache, kwa sababu anajua timu anaenda kucheza nayo ni kubwa. Kwa wa mtani wangu Koro, namwambia kesho ajiandae kupigwa goli sita, sio tano tena. Sasa hivi nampiga sita kwa sababu nimezamilia. Yani mtu atakapoteza pointi tatu kesho, basi biashara inakuwa imeisha, kwa sababu kesho tukishawapiga wale basi wale wale mapete wale kishawapiga tukachukua pointi tatu, biashara inaisha, tukaanza zingine. Tunaweza kucheza kwa kurelax kwa sababu tunakuwa hakuna mwingine wa kusumbua kwa wale watakaokuwa wamebaki hapo. Alafu na zile kauli za sijui msemaji mara tunanunua marefa na nini, na kesho nataka tuwapige ili ajue kwamba kweli marefa tunanunua. Ndiyo aje ajue sasa. Ila sasa cha msisitizo, tunaomba asijakuwa yule refa ambaye na sasa. Sasa anaanza ku, kupanga matokeo mapema. Hatujui marefa atakuwa nani. Mimi sijajua mpaka sasa hivi. Wewe unamjua marefa ni nani? Arajije. Una uhakika? Kabisa kabisa. Ah, yule sawa anaweza kuwa na afadhali kwa sababu anaaminiwa na kafu FIFA inamwangalia kwa sababu ana beki ya FIFA anaweza akacheza vizuri na timu inaweza kupata matokeo kadiri ya uwezo wake jinsi ilivyocheza, lakini mwamba wale maveterani wale kesho na itabidi tuwarushe kwata ni wajue kwamba maveterani na vijana ni vitu viwili tofauti. Goli goli mbili tu, hatunataki eh, magoli mengi sijui matano sita. Hapana, goli mbili au moja, maki tunafunga moja mbili, basi kesho na itabidi timu yangu iweze kupata matokeo mazuri na pia ni siku yetu wanawake, tuweze kushabikia na tuweze kufurahia, kwa uwezo wa Mungu tutapata magoli matano. Unajua bwana wanayanga wamekuwa wakizoea wame kwamba, ile tarehe inapofika kwamba na magoli yao ndipo watakapofikia. Sasa hivi wamejitamba sana kwamba kwa kuwa ni tarehe nane watafunga goli nane. Sasa hawajui kwamba mtu anayecheza naye kwamba ni mtu wa aina gani. Kwa mimi utabiri wangu ni kwamba kesho kesho iwe jua iwe mvua lazima jitu itakufa. Na si, na na na, na itakufa Yanga lazima afungwe kutaka na kutotaka, na naitabiria kwamba kwamba Simba magoli itakayo yapata ni goli kuanzia mbili kuendelea mbele, na wasisema kwamba eti kwa kuwa wametufunga mfululizo, yani mara nne mfululizo kwamba nasikia kesho watafunga. La hasha, kesho jitu itakufa Yanga lazima afungwe kwa hiyo na natumaini kwamba mchezo wa, wa, wa kesho utakuwa mchezo mzuri sana, utakuwa mchezo ambao ni wa kukutana na shoka, na pale mbele nina, nina watu wangu akina wa na kibunisi na, na, na, na teba, lazima Panzo afanye mambo yake.